Naye Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amemwamuru Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja kuwachukulia hatua watu waliokejeli bendera ya taifa wikendi iliyopita. Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja akisema tayari watu waliohusika wanasakwa na polisi, huku Ubalozi wa Somalia nchini Kenya ukiripotiwa kuomba msamaha kutokana na tukio hilo. Seth Olale na taarifa hiyo Akizungumza kwenye kongamano la jukwaa la usalama kaunti ya Wajir, waziri Kipchumba Murkomen alisema watu waliokejeli bendera ya taifa wakamatwe na washtakiwe. Hatutakubali mtu yoyote iwe Mkenya ama mgeni kucheza na uhuru wetu na our our symbols of national national unity including our national flag so Bwana IG, take the necessary legal action, let the law takes its course. Waziri Murkomen akisema kwamba hakuna mtu yeyote aliye na mamlaka na uhuru wa kukejeli bendera ya taifa. Ati wanakanyaka ama mnataka wageni wachezee bendera yetu, ati wanakanyaka na kuchoma na kuchezea a inspekta jenerali wa polisi amesema kwamba tayari polisi wanawasaka waliohusika. I have already directed the DCI. Ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya, bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si kweli hiyo? Anatucheza ama vipi? na hatuwezi tukakubali kamwe, so instructions from the inspector general none other than Douglas Kanja Kirocho <laughs> that he must move with speed and efficiency and ensure that that man is arrested and taken before a court of law alafu koti zetu Kazi kazi yao bendera yetu lazima iheshimiwe na kila mmoja wetu Tukio hilo lilifanyika wakati wa mechi kati ya timu ya Somalia Mogadishu FC na Kenya Police wikendi iliyopita katika uwanja wa Nyayo. Raia wametakiwa kukuza mienendo ambayo yanaboresha usawa, upendo na uwiano ili kukomesha yeyote kuepuka sheria za nchi. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Wajir.